Warigani, mpenzi mtazamaji wa Dai TV ulioungana nasi hivi sasa, tunapenda kukaribisha kuendelea kufuatilia matukio mbalimbali yanayojiri hapa studio. Ifuatayo ni habari ambayo tumekuandalia ya shamra shamra kutoka makao makuu Bakwata, kama Mheshimiwa Mufti alivyotangaza wiki iliyopita kwamba kuanzia tarehe nane kutakuwa na dua kabambe, dua kubwa ya kuliombea taifa letu ili uchaguzi uweze kupita salama, hivyo leo tarehe saba ha, imeweza kufanya maandalizi makubwa sana ya kuweza kuzuru makaburi ili kuweza kupata radhi za wazee, kupata radhi za mashehe, kupata radhi za masharifu ambao wametangulia mbele za haki. Hivyo viongozi kutoka makao makuu Bakwata a, akiwemo Swedi Toibu Swedi, katibu wa maandalizi ya dua hii ya kitaifa ya kuombea uchaguzi, lakini pia ni mratibu wa ofisi ya mufti makao makuu Dodoma, akiungana na Salum Omar Kitogo ambaye ni kadhi ya mkoa Dar es Salaam, pamoja na viongozi uh, wakuu kutoka makao makuu Bakwata wameweza kuongoza ziara kubwa ya kuweza kuzuru makaburi kwa lengo la kupata radhi za ma, ma, wazee mashehe, masharifu na waliotangulia wengine mbele za haki. Hivyo ziara hiyo imeanzia makaburi ya Tambaza kumeweza kufanyika dua kubwa sana hapo na, pi, na kisha ziara ikawa imeenda kwa Sharifu Abasi kwa ajili ya kumfanyia dua pamoja, aa, na kuzuru makaburi ya Kisutu, na ziara ikuishia hapo, kukaweza kufanyika ziara kubwa ya kuelekea makaburi ya mwenye mkuu na kutoka mpaka Kinondoni. Ni ziara ambayo ililengwa kubwa sana kwa ajili ya kupata radhi za wazee, iwe ni moja kati ya maandalizi ya kuelekea uchaguzi wa kuliombea taifa hili ili uchaguzi uweze kupita salama. Kwa taarifa zaidi ungana nasi Ar-Rahmani Rahim Naitwa Swedi Twaibu. Swedi ndiye katibu wa maandalizi ya dua hii ya kitaifa, lakini pia ni katibu wa sekretariati ya baraza la ulama, ambaye pia ni mratibu wa ofisi ya mufti makao makuu Dodoma. E, alhamdulillahi, kwa kiwango cha hali ya juu tumefanikiwa kuanza vizuri katika dua yetu, ambapo tulielekezwa na mufti wa Tanzania na shehe mkuu wa Tanzania, Daktari Abubakari Zuberi, kwamba kabla ya kwa, kwa kufanya dua tuyatembelee makaburi walau mawili matatu kwa misingi ya kuhakikisha kwamba inakuwa ni ada na alhamdulillahi, leo e, baada ya swala ya asri tumekwenda na mashehe na viongozi mbalimbali na waumini wa kike na wakiume, tukawa tumetembelea makaburi ya Tambaza. Baada ya kutoka Tambaza, tukaelekea makaburi ya Kisutu. Baada ya makaburi ya Kisutu, tukaelekea Eh, kaburi moja maarufu kama kaburi moja la sharifu liloko pale maeneo ya posta katika barabara ya Samora. Baada eh, ya hapo tukaenda mwenye mkuu makaburi yaliyoko Magomeni, kisha tukamalizia Kinondoni. ni katika makaburi ya Kinondoni. Hiki kimefanyika kwa wa majina yanaitwa Ramadhani Salum Omar Kitogo ni kadhi wa mkoa wa Dar es Salaam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tumemaliza ziara yetu ya kutembelea makaburi tumefanya ziara maalum kwa ajili ya kutembelea makaburi tukiwa na makusudio ya kwamba tunaingia kwenye dua tunaingia kwenye dua kuombea taifa letu kuombea viongozi wetu waliopo kumwombea rais wetu wa jamhuri ya muungano wa tanzania kuomba kwamba uchaguzi utakaokuja uende vizuri lakini kwa kuwa hivi vitu vimeasisiwa na watu ambao walishatangulia ni wazazi wetu ni wazee wetu, wetu mashake zetu sasa tunapoji kusanya sisi kuomba dua kwa ajili yetu sisi wenyewe basi, tunaona kwanza tuwatangulize wenzetu ambao wameshatangulia mbele ya haki, na wao wanastahili zaidi kuombewa dua kwao. Tumeenda tumewaombea mashehe zetu ndugu zetu jamaa zetu wazazi wetu. Alhamdulillah, tulianza katika makaburi ya Tambaza tukaenda kwa kaburi la Sharifa Al Atasi tukaenda makaburi ya Kisutu tukatoka hapo tukaenda makaburi ya Mwinyi Mkuu tukarudi Kinondoni humo mote kuna ndugu zetu ambao wamelazwa na wao wenzetu wazee wetu, wameasisi mambo yetu, basi tunataka kuwaombea wao na wengine wa wote ambao wamewakilishwa na wenzao katika kuwaombea, kwa kuna umuhimu sana katika ziara kama hii, katika dua kama hili, kuwaombea ndugu zetu, kuombea nchi yetu, kuombea mambo yetu yaende vizuri. Tunashukuru Mungu ili jambo limefanikiwa, na tunaomba tushiriki tena katika ufunguzi rasmi ambao utaanza kesho, tutaendelea mpaka siku ya Jumamosi itakuwa ndio kilele chake, tutamaliza maombi yetu. Lakini kwa kuwa kama ni binadamu, kama ni wananchi, kama ni Waislamu tunaotaka upendo, tunaotaka amani, tunataka salama katika nchi yetu, tutakuwa tunaendelea kuomba siku hadi siku mpaka mambo yetu yaende vizuri, na hasa uchaguzi upite vizuri, watakaopata nafasi zao wapate nafasi zao kwa salama na amani, ili wapate kutuongoza tukiwa tuko wazima na amani yetu na afya njema. Haya ndiyo mambo ambayo tumeyafanya leo katika ziara yetu ya alhamdulillah, na tunasema imefana kwa sababu <coughs> katika maeneo yote ambayo tulikusudia kwenda tumeyaendea na tumezuru alhamdulillah, kwa pamoja wetu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu juu ya jambo hili na tumerudi salama. Tunaanza kuingia katika hatua nyingine ambayo itaanza kesho alfajiri, bila taufiki. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.